Baada ya watu kuzungumzia kwamba iPhone 6 huwezi kudownload chochote lakini leo hii. Ha, basi endelea kubisha, kubisha. Lakini wale wanaohitaji kutoka msaada kutoka kwangu na wasaidia, na, na wanaendelea kuenjoy, na nimefanya tutorial nyingi ila namna gani ya kudownload au namna gani ya kuupdate hizi WhatsApp, TikTok, YouTube uendelee kuzitumia zaidi kwenye iPhone 6, 6 Plus na iPhone zozote ambazo hazijafika iOS ya 16. Cha kufanya wewe ni kusubscribe kwa sababu tutorial kama hizi huwa naziweka kwenye channel hii tu ya Marafiki Station. Kwa cha kufanya cha kwanza kabla yoyote uhakikishe umesubscribe kwa sababu unda utakuwa wa kwanza kujifunza na utakuwa wa kwanza kufahamu update nyingi ambazo zinahusiana na ujanja wa simu. Hii hapo unavyoiona hii ni iPhone 6 Plus na kama unavyoona hii hapo ni iPhone 6 Plus. Hii hapo unavyoiona ni iPhone 6 Plus, po, iPhone 6 Plus po. Lakini hii imejia application zote unazozijua wewe, hapa ina application zote unazozijua unazozijua wewe application zote zipo, so unaweza kuwa na namna gani, unaweza kuwa unaitumia hii iPhone hiya, bila kuwa na shaka yoyote, bila kuhofia sijui ma, maswala sijui ya ma, iOS sijui manini wewe unakuwa huna habari navyo, unaendelea kuenjoy kama kawaida, kwa sababu tayari ni simu ambayo ina uwezo mkubwa. Kwa sababu hii huwezi kuifananisha na Infinix, kuanzia kamera yake everything, hata performance yake, ram yake, huwezi kuifananisha na Infinix hii bado iko juu yu, kwa hiyo kwa hiyo kwa sababu gani kukosesha raha? Uanze kuitumia hii kama simu ya button wakati ni simu yenye uwezo mkubwa. Cha kufanya kutana nasi uweze kujifunza teknolojia, namna gani unaweza kuzitumia hizi simu kwa aujanja maujanja mengi zaidi, na ukawa fundi na ukawa bingwa wa kuifahamu simu kinaga ubaga. Pale wanapoweka kilimiti, basi sisi tunakitoa kile kiri, kilimiti, tunaendelea kuenjoy kwa sababu ujanja haujawahi kuisha, na kila anapotafuta mtu mdudu, wengine wanatafuta namna ya kumwangamiza ule mdudu. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani tunapishana binadamu, inavokuja teknolojia, kuna wengine wanakuja kuiharibu ile teknolojia, hii kuongeza teknolojia zikuwe zaidi. Na isingekuwa hivyo basi teknolojia zisingekuwa, kwa sababu watu wote wange appreciate teknolojia moja na kuridhika, ila kwamba inapotokea mpinzani anakuja kuclash teknolojia fulani, manake teknolojia inaongezeka. Yule aliyogundua teknolojia ya kwanza ataonekana amefeli, atabidi aongeze jitihada ya kuwa mbunifu, na ubunifu utaongeza kuwa na teknolojia kubwa zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo hichi ninachokuletea mimi ni wewe kukuongezea teknolojia yani, usitupe kifaa chako, na kama ikitokea unauza simu yako ya iPhone 6, basi comment hapo chini, na kama una iPhone 6 unataka kuifungua iCloud au hata kuupdate WhatsApp, YouTube na vitu kama hivyo. Basi comment hapo chini tutakupa msaada, ila pia kama umesubscribe channel hii utakuwa haujapoteza kwa sababu tutorial inayokuja, nitakuja nitafundisha namna gani ya kuzi update hizi bila kuwa na iOS ya 16. Sijui, so kama tunaelewana, nitafundisha namna ya ku update iPhone 6, iPhone sio ingapi 6 plus na ma iPhone mingine ambayo hayafika iOS ya 16 bila kuwa na iOS ya kumi na sita lakini una uwezo wa kutumia program yoyote unayoitaka wewe, yaani unakuwa hauna limit ya kutumia program. Sio una download program inakwambia sijui mpaka uwe na iOS ya kumi na sita vitu kama hivyo hauwezi kukutana navyo kwenye hii teknolojia ambayo inakuja kukufundisha. Kwa hiyo cha kufanya hakikisha umesubscribe, cha kwanza, na kabla hauja comment hakikisha umesubscribe, kwa sababu usitoi msaada kwa mtu ambaye haja subscribe. So na deal na wale mashabiki zangu au watu wanaonisupport kwa namna moja ama namna nyingine, kwa sababu anaye kusupport ni mtu ambaye anathamini anathamini mchango wako, anayekusapoti na ambaye hakusapoti hathamini mchango wako, anahitaji kutumia mchango wako for free, wala yeye hana utu. Kwa hiyo mtu ambaye hana utu hahitajiki na yeye kusapotiwa, wala hahitajiki kusaidiwa kwa sababu hana utu, na hata kama ingetokea siku amefanikiwa, manake asingeweza kukusaidia mtu wa dizaini huyo. Tunasema ni mchoyo hasa. Kama ni mchoyo basi Wache sisi tuendelee kuenjoy, na kama umecomment au kujisubscribe usijisumbue, wala usipoteze, sitoweza kukusaidia. Lakini kama umesubscribe na ni shabiki yangu ambayo huwa unaangalia video zangu na unafuatilia tutorial zangu, basi na mimi nitaonyesha moyo wa kukusaidia, ili uendelee kuwa fans wangu, ila pia ili uendelee kuangalia video zangu nyingine na kunisupport kwa namna moja ama namna nyingine. Hivi karibuni nitakuja ile subscription video kama hizi zote zitakuwa zipo za kulipia tu, zitakuwa tena siweki video ambazo sio za kulipia. Kwa hiyo nitaweka mfumo wa subscription, kwa hiyo kama hauja subscribe nowadays ukija kusubscribe baadaye, utakutana na kitu ambacho kinaitwa subscription, ambayo nitaweka kiwango cha kulipia. Kwa hiyo sasa hivi ni offer kwa mtu yeyote ambaye anahitaji kusubscribe, unaweza kusubscribe for free, na nikaendelea kusaidiana kushea mawazo teknolojia hapo. Teknolojia, teknolojia yoyote inayohusiana na masuala ya simu basi wewe unataka, unauliza, na mimi nakusaidia, maujanja yote, masuala yote ya ufundi simu software hardware vivyo vyote tunavijua. Wewe kuhusiana na we, simu unaweza waka kwa comment ukauliza, nikakusaidia au nikafanya tutorial nikaiweka hapa, watu wengi wakajifunza kupitia hilo swali ambalo umeuliza wewe. So what do we do? This is Marafiki Station. Let me say bye, see you next time. Don't forget to subscribe. This is Marafiki Station, behind the voice is Shucks Don Classic. I want to present this is my best video and this is my last video before to start subscription option. Let me say bye.